Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ni ndugu yenu na Asnai kama kawaida. Na leo tunakuja kukumbusha juu ya wagonjwa pamoja na <coughs> wauguzaji. Um, na mara ambayo, binadami, na maradhi ni miongoni mwa mitihani ambayo tumeombewa binadamu. Na wagonjwa wamfika mtu yeyote anaweza kuwa tajiri, fukara au hata maskini. Na wote hawa, yes, wanapitia nyakati ngumu sana. Lakini wagonjwa wanapomfikia maskini au fukara, huwa na hali kama ngumu zaidi. Kwa fukara na maskini wagonjwa huleta tafarani takriban familia ama kwenye ukoo mzima. Uh, Qur'ani imeeleza faida nyingi sana zinazopatikana juu ya kusaidia watu wenye uhitaji, mfano wagonjwa. Ama hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo ni sahihi na maarufu sana katika jamii zetu. Mashaikh na maustadhi wengi wamekuwa wazi wakizungumza. Zinaelezea pia faida za kuwasaidia watu wenye uhitaji hasa wagonjwa. Ukitembelea mgonjwa basi unapata ujira, ukimwombea dua mgonjwa unapata ujira, ukitoa katika mali au pesa ambazo Allah Subhanahu wa ta'ala amekujalia, pia unapata ujira. Lakini ujira utakuja tuendapo utakuwa unafanya haya yote kwa ajili ya kutaka radhi ya Mola wetu. Lakini karne hii ya 21, watu <coughs> upenda sana kufanya mambo kwa dhumuni la unufaisha na kukidhi mahitaji ya nafsi zao. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, kila mtu ulipa kwa nia yake ambayo imejificha katika nyoyo. Ukienda kuangalia mgonjwa na kutoa fedha ama mali ama kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kwa lengo la kupata labda namna ya kuenda ukapewe kazi katika shirika fulani. Basi Mola wetu mlezi atamlipa kwa hiyo nia na atapata kazi wewe na akapata kazi ama atapata kile ambacho alikitaji katika shirika hilo. Na kwa Mola wetu mlezi hawezi kupata kitu. Na wengine ambao wanafanya kwa nia zao tofauti tofauti zenye mfano kama huu ambao sio katika matako ambayo Mola wetu mlezi anahitajia, basi Mola anawapa kule ambako yeye amekuwa amekuombea, na kwa Mola wake mlezi hawezi kupata chochote. Mola wetu mlezi, malipo yake ni makubwa sana. Tukisaidia wagonjwa kwa hali na mali na tukafanya kwa mahitaji ama malipo kutoka kwa Mola wetu mlezi, basi yeye atulipa katika maisha duniani na kesho akhera, kwa vile vyote ambavyo sisi tunavihitaji, ambavyo vina faida kwetu duniani na akhera. Wauzaji wanauza mali zao, na muda mwingine wanauza mpaka vinaisha, waka hata muda mwingine hamu ya kwenda kukopa, akakopeshwa kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya matibabu ya yule ambaye ana changamoto ya kumu wengine usafiri kutoka wilaya kwenda wilaya nyingine, wengine usafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, na muda mwingine hata kutoka nchi walioko kwenda nchi nyingine kwa ajili ya kupata matibabu. Wengine usafiri kwa njia ya maloli ili kufika hospitali, na watu kapo kwa kwenda kutafuta matibabu, wanahisi kwenda wanaweza kwenda mara moja na kurudi, lakini wengine ubaki sehemu ambayo wanaenda kwa wiki kadhaa, muda mwingine miezi hata mwaka. Chakula, usafi na sehemu ya kulala, muda mwingine ni changamoto ambazo zinawakumba waguzaji, ukiachilia mbali na swala kwa kuwatibia wagonjwa wao. Watu wanaweza kulala chini, watu ngato na mbu muda jitihada za juhudi za kupunguza ukubwa wa deni lakini pesa ambayo inabakia, haya ni, haya ni ambayo, nikasema, kwa ambao napitia wagonjwa amawaatuz Ukitembelea hospitali nyingi sana za rufaa ambazo zipo katika mikoa mbalimbali mbali, ama ya kitaifa mfano kama hapa Tanzania ni Muhimbili, ukaenda pale unaweza ukaona mengi zaidi ambayo yes, ni magumu unapitia hao wagonjwa pamoja na wauguzaji wao kwa ujumla. Yes, kuguza ni mtihani na changamoto ambayo unapitia, na changamoto nyingi sana waga napitia wauguzaji pamoja na wale ambao wanakuwa wanaumwa. Muda mwingine nitahidi kuonesha ushirikiano kwa wagonjwa na wauguzaji kwa hali na mali ambazo yes tumepewa na Mola wetu mlezi kwa sababu kuna siku atakuja azichukue na yeye ndo ametupa, na sio katika, katika juhudi ama maarifa yetu tumefanya mpaka tukapata zile ambazo tumekuwa nazo. Basi tutahidi kwa kile ambacho ametupea Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wetu mwenyezi, tutoe katika njia ambayo iko sahihi na kuhitaji radhi kutoka kwake, tukawasaidia wale ambao wanahitaji, kwa maana wagonjwa na wale ambao wanauguza. Na tukipata wasa ambapo wale ambao Mungu hajatujalia, haja Mola wetu mwenyezi hajatujalia mali ama uwezo, basi hata tutenge muda wakati wa usiku ama muda ambao ni mzuri, unakaa unaomba dua kuombea wale ambao wanapitia haya madhila ama changamoto wa wa hizi yes ai Allah awabariki na waponye wote ambao wanapitia matatizo na napitia wenye maradhi. Yaani mimi kaka